Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language, na natumai sote ambao tumefika katika video hii tayari tumeangalia video iliyopita ambayo tulikuwa tunapeana utangulizi kuhusiana na aina nyingine ya sequence, baada ya kumaliza sequence ile ya list, na tayari tupo katika tuple. So leo katika video hii kuna vitu kadhaa ambavyo tutakwenda kuongelea ili kuweza kupiana concept zaidi na kuelewa vizuri zaidi kuhusiana na tuple na utofauti uliyopo baina ya hii tuples na list. So tutaanza kwa kuangalia vipengele muhimu vya tuple na baada ya hapo tutaangalia utofauti kidogo uliopo baina ya eh, tuple na list. So kitu cha kwanza kabisa, tuple ni immutable. Yaani inamaanisha haziwezi kubadilishwa. Nadhani hichi nimekiongelea katika video iliyopita, lakini pia mara tu tuple inapoanzishwa haiwezi kubadilishwa, kama tulivyoweza kutangulia kusema kuwa ni immutable. Hii inafanya tuples kuwa salama zaidi dhidi ya mabadiliko ambayo hayahitajiki ama yasiyotarajiwa. Na ilivyo tuple inakubali operation zote kama zile ambazo tumekuwa tukizifanya kule katika video tulipokuwa tunajifunza katika listi, isipokuwa zote zile ambazo zitakuwa zinafanya kazi ya kubadilisha content za tuple. Ama zile ambazo zilikuwa zikitumika kuweza kubadilisha data katika listi zetu kuweza kufuta, kuongeza E, kubadilisha basi zile zote hazitoweza kusupport katika tuple aina hii ya sequence. Lakini pia tunatumia indexing katika tuple kama vile ambavyo tulikuwa tunafanya katika listi haibadiliki, katika kupata value kwa kutumia nafasi yake yani index tunatumia pia katika tuple. Lakini pia tunatumia ile built-in function ya len katika kuweza kuhesabu idadi ya vitu vilivyomo katika tuple, ambayo hii tuliweza kuona jinsi ambavyo inatumika katika eh, sequence ile ya listi. Kwa hiyo ni vizuri kama hujaangalia bado video zile ambazo zinahusiana na listi, basi uweze kupitia ili uweze kuelewa vizuri tuple ambavyo inafanya kazi, kwa sababu inatumia baadhi ya vitu vile vile ama functions zile zile, operations zile zile ambazo tulikuwa tunajifunza katika listi lakini pia minimum na maximum built-in function una uwezo wa kutumia kuweza kupata value ndogo zaidi au kubwa katika tuple, baada ya kuweza kuweka elementi zako mule ndani. Lakini pia slicing, kuweza kuchagua sehemu fulani ya tuple, unaweza kufanya hivyo pia kama tulivyoona katika listi, na huku pia una uwezo wa kufanya lakini pia in operator unaweza kutumia kuweza kuangalia element fulani kama ipo ama haipo katika tuple yako. Tumeona kitu hichi jinsi ambavyo kinatumika katika list, lakini pia katika tuple tunakiona pia kinafanya kazi. Lakini pia kuna operators hii ya plus ama pia hii ya kuzidisha ambayo ni asterisk nyota, pia unaweza kuzitumia katika kuunganisha tuples ama kuzidisha tuples mara kadhaa ambazo unazihitaji. Lakini pia tuples haisupport method kama vile append, remove, insert, reverse, na sort, tofauti na list ambavyo ilikuwa ikisupport hizi eh, function zote ama method zote za kuweza kubadilisha zile data zilizomo katika list. Lakini huko katika tuples hazisupport na ndio maana tukasema ni immutable, okay? Tutakuja kuona sasa vipi ikitokea unahitaji kuweza kubadilisha hizo data zako zilisoma katika eh, tuples, tutakuja kuona njia ambayo tunaweza kuitumia, lakini eh, tuples hatuwezi kubadilisha, na ndio maana method hizi hazitumiki: append, remove, eh, reverse, insert. Yani, zile data zako kisha ziweke, umeziweka huwezi kuzifanya hiki mwanzo hiki sehemu ya pili, kama tulivyokuwa tuna uhuru huo katika listi. Okay, so nadhani pengine utakuwa unajiuliza kwa nini tuwe na listi na tuples na sio mojawapo tu tukaweza kuwa tunafanya nayo kazi hiyo tu. Kwa nini ziwepo hizi aina mbili za sequence? Kama tulivyoona, tofauti iliyopo kubwa ya listi na tuples ni immutability, ule uwezo wa kuweza kubadilika kwa zile element. Baada ya kutengeneza tuple yetu tumeona haiwezi kubadilisha zile data zetu ambazo zimo ndani ya ile tuple yetu lakini tofauti na katika listi ambayo ni mutable na uwezo wa kuchange, kuweza kufanya vile ambavyo unajisikia katika zile elementi zako ama data ambazo umezihifadhi katika listi. So huo ni utofauti mkubwa baina ya hivi vitu viwili na moja ya sababu ya kuwepo kwa tuples ni kwa upande wa performance. Tuples inakuwa processing faster kuliko listi. Jaribu kuelewa kitu hicho, unapotumia tuples na unapotumia list tayari tuples inakuwa faster katika kufanyiwa processing, lakini tofauti na katika eh, list. So tuples ni nzuri kuweza kutumia wakati ambapo unahitaji kuprocess data nyingi na hizo data hazihitaji kuwa modified, na vile vile hazihitaji kubadilishwa ama kuongezwa data hizo, basi ni vizuri kuwa unatumia hii tuples aina ya sequence. Na sababu nyingine ni kuwa tuples ni safe salama zaidi kuliko listi, na hii ni kwa sababu unapotengeneza tuples, hautaweza kubadilisha content zilizomo katika hiyo tuples. Utaweza kuhifadhi data mara moja tu na utakuwa na uhakika kuwa haziwezi kubadilishwa kukusudia ama vyovyote vile ambavyo inaweza kujitokeza katika hiyo program ama kodi zako, haitoweza kubadilisha zile data. Kwa hiyo tayari unaona hapo ipo salama, tofauti na list ambayo inawezekana ikaweza kubadilishwa pengine na mtu mwingine ambaye hauhusiki, au program yako tu katika ufanyaji wake wa kazi ikabadilisha badilisha. E, lakini kama unahitaji kuhifadhi data ambazo huhitaji kuweza kubadilisha basi tayari. E, tuples ipo salama zaidi kuliko e, listi. Na ukiachilia hivyo, kuna baadhi ya operation katika e, Python zitahitaji kuweza kutumia tuples, na kila tutakapokuwa tunaendelea kujifunza Python programming language, tutaliona jambo hili e. Kuna baadhi ya scenario itakuhitaji wewe uweze kutumia aina hii ya sequence ya tuples instead ya list kulingana na hizi karakteristiki zao ambazo tumezizungumzia e, hapa katika video hii. So mimi leo sina la ziada, nilihitaji kuweza kukupa karakteristiki, sifa ama vipengele baadhi ya vya tuples na kuweza kuielewa vizuri tuple, utofauti uliopo baina ya tuples na listi na mfanano uliopo, vitu ambavyo tunaweza kuvitumia huku na kule. So nadhani umeweza kupata baadhi ya concept na kuweza kukufanya uweze kuielewa vizuri hii aina ya sequence ambayo ni tuples. So tutakuja kuangalia mfano mbalimbali mbali ya matumizi ya tuples. So asante sana, tukutane katika video ambayo inafuata.